Tumie kalamu zenu kuhamasisha umoja, amani na mshikamano nchini. Kalamu zenu zilinde nchi yetu. Mrisho Mpoto leo alisema kuwa hajui kwamba ulinzi sio kazi ya polisi na jeshi peke yao, na yeye kama raia, lakini kalamu zetu, kalamu zetu zinalinda nchi yetu sawa sawa na jeshi linavyolinda mipaka yetu. Katika mambo niliyoahidi ni ku, kuleta au kukuza uhuru wa vyombo vya habari na hili, takwimu zinasema wenyewe kwamba Tanzania uhuru wa vyombo vya habari ni mkubwa na unakuwa siku hadi siku, lakini kuwa na uhuru wa vyombo vya habari maana yake si kukosa uzalendo kwa nchi yako. Uhuru wa vyombo vya habari, zungumza, sema, chambua, lakini uzalendo uwepo. Hapa ndipo ulipozaliwa, hapa ndipo ulipotoka, hapa ndipo utakapomalizikia. Na wengine hata ukienda nje ukimalizikia huko, tunakuja kuchangishwa huko jamani, eh, arudishwe huko huko, utarudi kwa hiyo. Tanzania ndiyo baba, ndio mama, ndio kila kitu. Niombe sana tupende nchi yetu sana sana sana.